leo natamani tuongelee kitu kinachoitwa abortion abortion ni utoaji wa mimba ambayo aidha inawezekana ikawa mimba imejitoka au imetoka yenyewe au mimba imetolewa sasa mimi sitaongelea hayo mambo ya watu wanatoa wenyewe wa mimba mimi naongelea katika apate ambayo sasa um, mimba imetoka zimetoka sasa hivi karibuni kumekuwa hapo na hizo um, tabia za mimba kuwa zinatoka zenyewe sasa vyanzo vikubwa imekuwa ni infection ya via vya uzazi, lakini pia imekuwepo na vitu vinavyoitwa um, vimbe ingine kama cyst, na, na fibroids, zinasababisha hiyo kitu. Lakini pia sasa imekuwepo sasa na hizo um, mazingira mengine kama trauma, lakini chemical na unywaji wa vitu ambavyo sio sahihi, lakini pia sasa na trauma sometimes, yani, unajikuta una sasa mji wa uzazi umepata trauma. Uh, either accidental au kwa kujua inaweza kaleta hayo mambo yote. Sasa sisi tunajaribu kutengeneza mazingira ambayo watu wengi waweze kuwa safe katika hii uh, industry au katika hii mazingira ya mimba zibaki jamani. Sasa kumekuwepo na historia mengi mengi ambayo yametokea um, lakini lengo letu sisi is to prevent infections za aina mbalimbali, tunaweza kuzizuia lakini pia hizi trauma na vitu vingine tunaweza tukazuia. Furaha yetu ni kuona mwanamke anaanza na mpaka anafika mwisho akiwa na mtoto salama. Zipo aina nyingi za abortions, ikiwepo incomplete abortion, ikiwepo complete abortion, kuna missed abortion, kuna recurrent abortion, kuna nyingi, aina nyingi. Sasa hatutaki kuongelea hayo leo. Sisi tunaenda kuhimiza akina mama waanze sasa kuelewa halaka, yani wachukue steps namna ya kuweza kuzuia mimba zisitoke ikawa ni ulaji, lakini pia inawezekana pia hata the mwili wenyewe hauko balance, yaani hauko balance kiasi ya kwamba sasa infections zinakuataki vyovyote vii sasa, yani, um, uh, sasa tunaomba hata wakati hujaweka mimba uwe na ile ile thara check, yaani unakuwa na ile katabia kakwenda kufanya checkup mahospitali unaenda kujua kwamba kwa madaktari wanajua nini changamoto yako na kuweza kuweka salama. Sisi tuna namna nyingine tena ambayo tumekuja sasa, na ambayo inaweza kazuia watu watumie, uh, dawa ambazo zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda ambayo sasa zimeenda kusababisha yaani, hata kama iko na threaten kutoka, zinabaki mimba. Sawa, tutatumia, tutakuwekea namba yetu hapo chini kwa huyu yote ambaye mwenye changamoto hiyo ambayo zinatoka uh, bila kuepo. Yaani kuna kuepo na recurrent abortion na vitu vingine tunakuomba sisi, tutafuta tokakie namba zetu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano. Asante, mimi naitwa Dr. Ma